Wa wa islam, waislam, Shekh Isa bin Nuh amefika karibu sana, pamoja na ugeni wako, na tunaye mwakilishi wa mahadisada Ustadh Nganzi Rashid amefika hapa. Tunaye kama mwenye kama Ustad amefika. Tunaye Sheikh Sani Kimangara, imamu wa Masjid Haidar, naye yupo hapa. Tunaye Sheikh Mustahi Mfaume Rajab mwenyekiti wa Msambweni ee hey, yupo kwa shesaaaaini Sheikh Lelo mwenyekiti wa kata ya Msambweni na Sheikh wa kata ya Msambweni, tunaye Sheikh Omar Mikidadi Omar, tunaye Sheikh Ramadhan Swaleh, tunaye Sheikh Isa bin Hassan. Lakini tukumbuke tunao pia viongozi wa vyama vya siasa wametufikia hapa, karibuni sana. Tunaye mwenyekiti wa mtaa wa Madina na mgombea udiwani, karibu sana Shekh karibu lakini tunaye sana tunaye Hamad Shamsi diwani tarajiwa wa kata Sabweni tunaye hapa lakini tunaye mgombea ubunge wa jimbo la Tanga Ustaz Sef bin Shekh Abalhasan, karibu sana, karibu sana katika kwamara hii wageni wekuwa tuliofika, Mwenyezi Mungu wa vipekina la kheri na wenzetu kutoka Daruana kumi na tano naibu mshauri wa mudir, naye hapa napokea mzungumzaji kidogo kuweka sawa, kuliweka vizuri jambo moja, nikawaomba kuja kwaba sio mahali pangu, lakini naomba niliwapokona nafasi hii waliheradi wekajwani wengi lakini, kwa heshima yangu nitaomba wasimamishe watu kama watatu salamu watue salamu wao wameonekana. Kamwomba ndugu yangu rafiki yangu baba wa Islam asimame.

Vijana wangu, watoto wangu, mfanye bidii ya kusoma dini namuwe na amani, usijiingize kwenye makundi kwa kipindi hichi cha uchaguzi, muishe vizuri vijana wangu. Lakini pia imsimamisha mtoto wetu ambaye ni vijana wetu sefu na Sheikh Abal Hasan.

aliyekuwa mshauri wa aliye- nilichukua nafasi yake marhum Sheikh Hamis Said Sheikh mengi kutoka barabara kumi na tano, na kwa badaayakasalamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. kwa hao nadhani takuwa ametosheleza, ila malizie ya ni kwetu hapa, mwenzangu katika shughuli nyingi twashirikiana, shehe wetu wa mtaa Shekh Muhamed mzee le hapo uliko simau, asalamu kama uko mbali na mimi alaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Baada ya mudiri kutoa taratibu zake hizo, tunaye diwani mtarajiwa pia wakata hii, mwenyeji wakata hii Mheshimiwa Bakari Chuo, tunakumbuka uwepo wako. Karibu sana katika hadhara hii. Baada ya utambulisho huu mfupi wote tunafahamu umuhimu wenu wa kufika hapa, munyezi ga walipe kila kheri. Tunafahamu nyote mekuja kumunga mkono mudiri, hatutaweza kuwataja wote wote wote wote wote. Karibuni sana, Allah walipe kila kheri. Naombe Sheikh Ramadan Al-Ghori uye kutupa da'wa, karibisha

na mashehe zangu hadhara kama hii kwetu sisi ni wapi? Ni mawaidha na tasoma tangu nasoma tangu nilipokuja kusoma katika hadhara hizi, tukija sisi twapata elimu. Lakini leo mzee, naona ameamua kunipa ijaza kwamba na mimi nizungumze katika hadhara hii Wakati aniambia kwa simu kwamba leo nataka uzungumze katika hadhara hii, ilikuwa pia ile simu yangu kudondoka kwa kutetemeka, kwamba itakuwaje mimi kuzungumza katika hadhara tukufu, hadhara ambayo sisi kwetu tunasoma tukifika pale. Lakini haya yote ni mapenzi mudiri. Na kama si yeye basi ni naibu lmudiri, kama si yeye basi ni shekhe Ibrahim, ambaye yeye ndio katibu wa mudiri, kama si yeye basi ni shekhe Muhammad, ambaye yeye ni shehe wetu, kama si yeye mudarisu, ambaye yeye ni mwalimu wetu, kama si yeye baba pale, vitanu vitaru. Lakini kwa mapenzi yao wakaona anipembini wa mwisho kabisa. Ndugu Waislamu, tupo katika hadhara ya Mtume, hadhara tukufu, hadhara ambayo sisi kama wanafunzi tukifika katika mahala

n nyinyi mawaida wazi umekujeni nyinyi kutoka kwa Bwana wenu, lakini si wazi tu unekujeni pia washifau lima fi sudur, na pia imekujeni bojo nyinyi imekujeni dawa nyinyi kwa yale yaliyokuwa katika mifua yenu wahuda pia na uongofu wa rahmatu lilmuminin na pia imekujia rehma kwa waumini, Allah aliposema, na akatuhakikishia kwamba Qur'an sisi kwetu ni waadi, Qur'an sisi kwetu ni ponyo kwa yale yaliyokuwa katika vifua. Sio kujua labda ya kuonyesha tibii ki katika kifua au ugonjwa wa kifua a -a, Qurani imetujia sisi wanadamu pamoja na majini, sisi ile ni wazi kwetu, tuwaidike kwa yale yaliyokuwa ndani ya Qur'ani, lakini pia ituponye kwa yale yaliyokuwa ndani ya vifua. Wafasiri wakasema yaliyokuwa ndani ya kifua sio siotidii peke yake, sio ugonjwa kifua peke yake, bali kuna akaidi, vifundo, vifundo ndani ya vifua ndani ya vifua kuna mifundo, ndani ya vifua kuna hasad, ndani ya vifua kuna chuki, lakini hakuna dawa nyingine wala hakuna hospitali ya kwenda bali, Qur'ani ndiyo ponyo letu sisi. Hayo tunayagundua pale ambapo ilipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hii Qurani ilikuwa Saidina Hamza na Saidina Umar, wao walitangaza sema uye Muhammadi anasema kwamba ni mtume wa Mungu. Tuone sasa na hawa watu wake wakiisoma Qurani humu mjini, kama sisi tupo naye isome Qurani kumfanya kazi yake. Lakini Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alikuwa isoma Qurani kujificha ficha siku moja saidina hamza na saidina umar wakasikia kwamba mtu wa muhammadi yupo katika nyumba fulani aifundisha qurani wakasema tukasikilize tukasikiliza uujinga wake waliofanya waenda pale wakasikiliza maneno ya allah subhanahu wa taala wenyewe pamoja jaatukum mawidhatun, hakika yamekujieni nyinyi mawalida, pia washifahu lima fi shuduri, pia na ponyo yale yaliyokuwa katika mikua. Na Umar sayidi na Hamza wanalainika, inaondoka chuki katika nyoyo zao kwa ajili ya kusikiliza kuisikiliza Qurani salnai. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maneno haya atueleza lakini asema wahuda, hiyo Qurani ni uongofu. Wafasiri wanasema ni uongofu. Kwa nini? Asema min dalala au mindhalala, kutokana na upotevu. Hii Il Qurani imekuja ni uongofu kutokana na upotevu, lakini wa rahmatun lilmuminina, hii ni rehema kwa waumini takutambia ki asema huyu kwa hali hii, tulieleza kwamba qurani imekusanya kila kitu ndani yake, kuna mawaidha ndani yake, kuna ponyo ndani yake, kuna rehma ndani yake, kuna uongovu bifala fala, Allah subhanahu wa taala, wabeorahmati, na kwa rehema zake, fabidhalika falyafrahu, basi kwa hiyo sasa wafurahi watu wafurahi, wa kwamba mmeletewa kitu kikubwa sana kwa wa kidhalika, bali yafrahu, basi na wafurahi huwa khairu mima yajmaun, na huo kufurahi, mtaka kufurahi <mings> <mings> <mings> <handles the museum. mings> ni bora sana kuliko mnavyokusanya. sallu alan nabi. Kwa hiyo Allah atuwekea wazi kwamba hili jambo ni kubwa na kwa kuwa nikuba furahini. Sasa ala as-Suyuti, amesema Imam Suyuti katika kuifasili aya hii akasema, lakini pia sio Imam Suyuti peke yake, na ibn Abbas yeye pia ametoa ibn Abbas, kwa sababu wengi katika wafasiri kila mtu ana njia zake za kupita. Kwa hivyo wengine wamepita hata kwamba Allah

na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio rehma na hiyo, anasema mtume mwenyewe anasema, hana mimi rahmatu muhadatun, mimi ni rehema, bwana mtume aisma mwenyewe. Kwa hiyo tukicheza tukifurahi hivyo, tutakaaukaruka tutafanya vyote, hatuwezi kupetuka maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabidhalika falyafrahu, akasema kwa kuk ya falyafrahu